Huyu ndio diva anakwambia, kama mwanaume huna kuanzia bilioni moja, kama mwanaume huna kuanzia bilioni moja, usimsogelee. Shenzi kabisa, Kila Kandilu huyu, sijui anachukuliaje hizi eh? Anachukuliaje sisi yani, yani, bilioni moja ti, kama una bilioni moja usimsogelee eh? Yule yule jamaa nani, si mganga, sijui yule abali kwa naye alikuwa na bilioni moja yote, shenzi kabisa. Wewe msikizeni, mwanaume ule naye una imani mm -hmm. Au mwanaume kama ungekuwa hujaolewa, mwanaume mm -hmm. mwenye kiwango gani cha pesa kwenye akaunti yake? shida shida kwenye maisha